Na jahazi la taifa limeyumba, limetaka kuzama, na kiongozi yoyote wa dini aliyemsoma Mungu kweli kweli na kitabu chake, na ni mfasi mzuri wa mitume na manabii wa Mungu, hawezi kuzamisha jahazi, bali ataliokoa jahazi. Hutuba hii kufurahishe, utajua mwenyewe; ikuudhi, utajua mwenyewe. Viongozi wengi wa dini wamesema sana tangia tukio la Oktoba 29 mwaka huu 2025, sijasema chochote leo. Ndo mara ya kwanza nasema, kwa sababu na tafakari sana, na nipo katika tafakuri kubwa sana, na kwa sababu nimesomea fani yangu hii ya dawa, fani ya dawa inasema, idha kathura tabakhuna fasada almarq, wapishi wakiwa wengi mchuzi utaharibika. Hilo ndio limenifanya ninyamaze kwanza, nisikilize wasemaji wanaosema na viongozi wenzangu wa dini, dini zote kipindi hichi. Sasa ndio wanasema kweli kweli. Wako wanaopatia katika kusema na wako wanaokosea katika kusema. Mimi leo tafakuri yangu ni moja tu. Tafakuri yangu ni kwamba taifa letu limepata doa, taifa letu limepata dosari. Yaliyotokea hayakubaliki kidini wala kimaadili Tanzania yoyote mwenye dini yake, sidhani kama kuna dini au vitabu vya dini vinavyounga mkono yaliyotokea. Tukirudi katika maadili, mila na silka zetu tulizoachiwa na waasisi wa nchi yetu, hawakutufundisha hivyo. Ndio maana nasema tukio hili halikubaliki kidini wala kimaadili. Watu wamepoteza uhai waliomo na wasiomo, majeshi yamepoteza uhai waliomo wasiomo. Qur'ani, sura ya kumi, inasema wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina dhalamu minkum haasa, ogopeni fitna, balaa, mtihani, msukosuko, janga ambalo likitokea halitowapata wahusika tu litawapata watu wote. Nitumie fursa hii kuungana na kila aliyetoa pole kwa taifa na watu wake kwa ujumla, kila aliyeguswa na matatizo haya kwa kufiwa kwa kuondokewa kwa kuharibikiwa kwa kupata matatizo mengine, ni wape pole waliotangulia mbele ya haki, na muomba Mola awalipe kwa mujibu wa imani zao matendo yao mema yao na nia zao kwa ujumla. Waliobaki kuwa hai wakapata majaraha matatizo mbalimbali shoti hasara, Mungu awape fidia, na Mwenyezi Mungu ailinde Tanzania na awalinde Watanzania kwa ujumla.